Tanzania inatajwa katika dunia yetu kwamba ni kisiwa cha amani na hiyo ni kweli imethibitika. Uh, lakini kwa siku za hivi karibuni tunakoelekea tunaonekana kana kwamba uh, yanazungumzwa mengi. Sasa watu wanazungumza kwenye mitandao, tunaona watu wanalipuka na hivi, yanazungumzwa mengi ambayo yanaviashiria ya sio vizuri kwa mustakabali wa amani ya nchi yetu. Ni ukweli usiopigika, ndugu viongozi wetu, kwamba sisi viongozi wa dini tuna wajibu wetu wa kufanya, lakini pia na nyinyi mna wajibu wenu wa kufanya kama serikali. Bwana asifiwe. Nipongeze hili ambalo ni ni moja kati ya wajibu ambao mnaufanya kwamba amani iweze kuendelea katika nchi yetu. Lakini sasa, ndugu viongozi wetu, tunawasihi na kuomba kwa neema ya Bwana haya ambayo yanazungumzwa katika vyombo vya habari ambayo kwa kweli yanaviashiria kuchafua amani yetu, ifikie mahara yapatiwe majibu, ili kusudi asitoe kupetea shida katika nchi yetu. Maana tu kama wale wenye dhamana wasipoyapatia majibu yakazungumzwa yakawekwa wazi wakanyamaza, ni wazi amani yetu inaweza ikaharibika katika taifa letu. Kwa hiyo, ndugu zangu sana, viongozi wetu, tunawapenda tunawaheshimu na tuko tayari kuhudhuria mara uti mnapotuita. Ndio maana sasa tumekuja hapa, simetuita ninyi. Tunaomba basi haya ambayo yanazungumzwa ambayo yanaviashiria vya kuleta vurugu katika nchi yetu yapate majibu, wenye dhamana wayazungumze, ili kusudi amani izidi kutawala katika taifa letu kuelekea uchaguzi wetu. Mimi ningependa sana kabla hatujafika tarehe ishirini na tisa yao yamezungumzwa kama ni meza ya mazungumzo yazungumzwe, maridhiano taifa lote pamoja, eh, mazungumzo yafanyike, majibu yatolewe ili kusi tuende kwenye uchaguzi wetu kwa amani ya nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. ya yale mambo ya mbeleni, yale mambo mambo ya mbeleni ni mali ya watu wanaoamini katika uzuri wa ndoto zao. Kama mimi nina ndoto juu ya maisha yangu juu ya familia yangu. Kama una ndoto juu ya maisha yako na juu ya familia yako na jamii yako, lazima ufikiri tofauti juu ya kujenga ile future iliyo mbele yako, ili kusudi ndoto zako zitimie. Kwa mfano sasa, tuseme tunaingia katika uchaguzi lipi, je, tutiki au tutoke? Basi unaamua tutoke. Ukishatoka maana yake ni kwamba ndoto zako unazivuruga, familia yako unaivuruga, jamii yako unaivuruga hata wewe mwenyewe unajivuruga. Dhoruba itakapotulia utajishona sana kujitambua tena pale ulipo. Tusidanganyane rafiki yangu, muuliza amesema ya kwamba hata kama una nyumba ya ghorofa bro, ikitokea vita hapa utakimbia aache godoro lako na nchi nane ukimbilie mlimani kuponya nafsi yako. Tusidanganyane. Kwa hiyo tu yakabilini mambo haya kwa busara. Jema ni lipi? Jitwike godoro lako uende au dhambi zako zimesamehewa? Mwenye busara alofikiria. Kwa mimi nataka kuwashaurini sana ndugu zangu, ya kwamba tufanyeni ushawishi kwa yale tunayoona kwamba ni mema katika nchi yetu. La pili, tukivuruga nchi hii ni kwa uharibifu wa maisha yetu na watoto wetu na familia zetu. Lakini tatu, tukiruhusu watu wafanye fujo, ndoto zetu zote zitakuwa zimezimika. Kuzifufua itatuchukua muda mrefu sana. Bwana abarikeni sana. Na ni kweli haya mambo yanayotendeka na mambo yanayoweza kuonekana, Viongozi wa dini wana nafasi kubwa, na hicho ndicho ambacho tumekuwa tukikifanya. Moja, tumekuwa tukiendelea kuombea taifa hili kweli katika makanisa yetu, kuhakikisha amani ya nchi yetu inatunzwa, lakini pia tunafundisha, tunaendelea kufundisha na kuhamasisha. Baadhi wanasema kuomba tu haitoshi, kwamba kuna hatua tunapaswa kufanya na ni kuwafundisha watu, lakini ikiwa ni pamoja na sisi wenyewe ya kwamba tunatoka pale tulipo, kwamba tusikomee tu kuomba tumejifungia ndani, bali tuweze kutoka. Na hilo ni jambo ambalo ni kubwa sana kwamba tutoke, tusikilize, tutoke tukapige kura, na ni haki yetu ya kimsingi na sisi kama viongozi, na tunahimiza sana hili kwamba tulifanye katika taifa letu ili taifa letu liwe salama. Amani ikipotea gharama ya kuirudisha ni kubwa mno, ni kubwa sana, ni kubwa sana. Na wakati mwingine huwa hata haiwezekani, huwa haiwezekani kwa sababu kuna majeraha ya, ya moyo ambayo ni magumu sana kuweza kuyarudisha. Unahitaji gharama kubwa sana, na kwa sababu tunaliona hili mapema na mimi ndio maana nimewashukuruni sana kwamba hivi viashiria hizi dalili ambazo sio nzuri tunazoziona, na ninyi mmeweza kuchukua hatua hii ya kwamba badala tu ya kusema kule, mmegundua nafasi ya kwamba tukiongea na hawa tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya amani. Ya kweli imejengwa katika haki, amani iliyo ya kweli imejengwa katika haki. Amani ya kweli haijengwi kwa sababu watu wamenyamaza, inajengwa katika haki. Tunaiamini serikali yetu, na sisi tunaungana na ninyi kwamba mnaposimamia. Kwa mfano sisi CCT, uh, mwaka huu tumekuwa na neno linalosema haki huinua taifa, bali kunapotokea jambo leo kinyume na uh, kinyume na haki inaleta aibu kwa wowote wote. Sasa tusimameni katika hilo, tunaihubiri amani ya nchi yetu, tunatenda haki makanisani, tunatenda haki katika serikali, katika jamii yetu, na hii itatusaidia sana kuliponya taifa hili, ambalo kwa kweli ni tunu ambayo tumepewa kwa miaka mingi, na tuitunze kwa gharama yoyote ile tusimame katika ile hali ya ushawishi, kuwaomba watu wetu au kuwashawishi kwamba watoke wakapige kura, na baada ya kupiga kura warudi nyumbani. Kuna mtumishi mmoja hapa amesema kwamba kama hatutawaambia ukweli watakutana na virungu. Nafikiri hakuna mchungaji ambaye atapenda mshirika wake kusikia kwamba ameumia ame Narudia tu kusema point aliyoisema vishoposekerwa jema ni upi. Kwa hiyo tusimame katika lile jema. Kuna mambo mengine huwa tunayaangalia, unaamua kusimama upande wa Mungu ili kwamba amani ya Kristo iendelee kutawala. Mungu awabariki wa kama tutaruhusu mwaka huu watu wa, wa, wanaenda kutiki wanatiki wanaotoka wanatoka baadaye, wale wanaotoka wanataka kupambana na wanaotiki, ikatokea vurugu nchi hii hatutakuwa na nchi ya akiba, kanisa halitakuwa na watu wa akiba. Na ndio maana anasema kuna umuhimu tu kukaa tujadiliane, kuliangalia hili jambo katika mapana yake, katika uzito wake. Na inawezekana pia kanisa nguvu uh, ambayo Mungu amewapa ni tu, labda usiwe unaijua, lakini ni kubwa mno uwezo ulioko ndani ya kila kiongozi hapa, uwezo ambao uko katika kila jumuiya, kila kanisa, kila misioni, kila kusanyiko la watu, kuanzia wale watatu aliyesema Yesu, akiwa wawili watatu yuko na yeye yuko hapo, hapo ni mkubwa kweli kweli. Tulinde nchi hii na misingi yake. <coughs> Tulinde kwanza Oktoba hii, asije akatokea kijana miongoni mwa vijana ambao tunawaongoza katika imani akaumia kwa sababu alisikiliza uh, alisikiliza kelele zinazomwambia afanye kitu ambacho sicho kutiki utatiki unavyoona. Lakini kuondoka kwenda kupiga kura ni takwa la kikatiba. Mambo mengine watu wanaweza kujadiliana, na ndio maana tunaambiwa njoni, njoni tusemezane lakini ni muhimu na, na ndio nilichokuwa nakisema, ni muhimu tukafikiri ni namna gani viongozi wa kanisa, viongozi wa kiroho na misioni zake, tukavaa uhusika wa moja kwa moja kuhakikisha kwanza watu wanademonstrate ule utayari wa kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa kuna watu wanahubiri wana, wana, wana wanasema usitoke, usipotoke umejinyima tu ile haki. Na la pili, kanisa lifikirie na lisisitize uwepo wa moja kwa moja wa amani katika nchi hii, amani katika mkoa huu wa Mwanza, lakini maziwa, uh, maziwa makuu uh, kwa maana ya kanda hii ya Ziwa, amani katika jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, amani katika miji u shida ambayo inaweza ikatokea katika nchi ni katika miji mikubwa, katika uh, misisimuko inaweza ikatokea kwa wakati na ikaumiza watu. Ningeomba katika kujadiliana haya machache, uh, tusisitize na tufikirie na tutafakari utayari wa kanisa kuilinda na kuienzi amani ya Tanzania taifa letu. La pili, utayari wa kanisa katika kuwasisitiza watu wake wakatoke wakatoke wakapige kura. Ukweli siku zote utatoweka huru daima, lakini pia e, tunaambiwa haki huinua nini? Taifa, kwenye Mithali kumi na nne. Kwa hiyo tunapozungumza kwa uwazi kwa ukweli, nia yetu sote ni kujenga nchi yetu. Hatuzungumzi kwa ajili ya kumchukia yoyote. Ninaamini hamzungumzi kwa sababu yoyote bali ni kutaka mambo yawe sawa sawa. Kwa hiyo ninawashukuru sana na yale yote ambayo mlikuwa mkiyazungumza nimechukua pointi zote, sina haja ya kuzirudia. Pale mliposema serikali itupie jicho, iangalie fununu chokochoko zinavyotokea, eh, ni lazima tusikilize watu, kwa sababu hii ni serikali ya watu watu wana haki ya kusikilizwa, lakini pia wasikilizwe na waelimishwe wale ambao pengine e, wanakuwa na mambo ambayo hayaeleweki, hoja zao wasikilizwe, waelimishwe. Yale ambayo yanasemwa ambayo ni ya ukweli yanayowachukiza watu, tuyachukue, tuyarekebishe. Kunakuwa na utatizo gani? takaporekebisha hakuna atakayechukia, wote tutakuwa tunasema sasa tuko salama, tunayesonga nini mbele, kwa sababu nia kubwa ni sisi sote kuondoka hatua moja kwenda hatua nyingine.